Wananchi, Juma la Elimu ya Watu Wazima ni maadhimisho ya kusherekea maendeleo na mafanikio ya shughuli za elimu ya watu wazima nchini. Aidha, maadhimisho haya yanalenga kufanya tathmini za shughuli za elimu ya watu wazima zinazotekelezwa kwa mwaka, kutafakari mafanikio na changamoto ya elimu ya watu wazima na azima ya kufuta ujinga Elimu nje ya mfumo rasmi inajumuisha elimu ya msingi kwa watoto walioikosa yaani MEMKWA, mpango wa elimu ya sekondari walioikoswa yani MESKWA, kupitia ujifunzaji huria yani open learning. Takwimu zinaonyesha mkoa wetu wa Ruvuma una jumla ya wanafunzi 712 waliojiunga elimu nje ya mfumo rasmi, kiasi kwamba bila ya mpango huu wanafunzi wote hawa wangeishia tu mitaani na kutengeneza tatizo kubwa la wategemezi na hata wengine kuwa wazururaji na wengine kuwa vibaka. Hili ni jambo la kujivunia sana kwa nchi yetu kwa kuweka mipango mizuri kama hii, kutokana na umuhimu wa maandalizi ya rasilimali watu kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi yetu. Tunatakiwa kutoa maarifa na ujuzi kwa watu wote ili kuleta ustawi katika jamii. Ni mwananchi, elimu ya watu wazima ni wakala wa mabadiliko kwa binadamu wa nyanja mbalimbali, hasa ukizingatia kuwa mtu mzima anajifunza kile ambacho anahitaji kufanya kwa muda huu, ukilinganisha na mtoto ambaye anajifunza hata kile hawezi kukitimua kwa wakati huo pia elimu ya watu wazima ni elimu ya malezi na mazingira ya watoto. Watu wazima wana haki ya kupata elimu bila kujali umri walionao, ili kutatua changamoto wanazopitia katika maisha. Kigoma, hadi sasa una jumla ya programu sita zinazotekeleza shughuli za elimu ya watu wazima ikiwa ni Memkwa kisomo chenye manufaa na kisomo cha kujiendeleza. Kipengele cha Memkwa kwa mkoa unasimamia na kuratibu programu hii, program ya Memkwa, na jumla ya vituo 91 vinaendesha programu ya Memkwa, vituo na wanafunzi 1120 kwa 2 wa kurana wakiwa 660 ili la kwanza na la pili wanafunzi wanaojiunga katika mpango huu uh, hatima yake ni kuwaingiza katika mfumo rasmi wa elimu ambapo baada ya kufanya mitihani ya darasa la nne na darasa la saba wanaingia katika mfumo wa sekondari. Elimu ya watu wazima imeendelea kuwapokea na kuandikisha wanafunzi wa sekondari walioshindwa na elimu ya sekondari wanaendelea na masomo katika vituo vya elimu ya watu